na huyo mtu alijitambulisha kwa majina anaitwa Msambuga. Mazungumzo ilikuwa ni kama ifuatavyo, aliniuliza, bila shaka naongea na Pendo Paulo. Nikamwambia ndo mimi. Akaniuliza "JKT umekaa miaka mingapi? Nikamwambia nimekaa miaka miwili. Akaniuliza unajua kutumia silaha? Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema nijibu, bora usiogopi Nataka nikupe kazi mimi, nitakulipa pesa yoyote utakayotaka, ila nikukabidhi silaha kafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Nikamwambia siwezi nikafanya kazi haramu kama ile, kama una pesa kawagaie maskini wasiojiweza. Akakata simu, alivyokata simu mi nikampigia hakupokea. Nilikaa na hilo jambo ndani ya siku nne bila kumwambia mtu yeyote. Tarehe kumi na moja mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano mida ya saa tano asubuhi niripoti hilo jambo kituo cha polisi Meatu na nilipokelewa na afande Shafii, nikamweleza shida yangu. Baada ya kuripoti kituo cha polisi, niliambiwa nitapigiwa simu siku ya Jumatano, siku ya Jumatano ilipita, sikupigiwa simu wala sikupewa taarifa yoyote. Tarehe kumi na tatu mwezi mwezi wa tatu nikamtafuta fande Shafi nikamuuliza kinachoendelea. Majibu alionipa ni kwamba nisubiri nitapigiwa simu. Sikukata tamaa, nikampigia simu mkuu wa kituo cha polisi raya Meatu Tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu yeye, yeah, akasema nisubiri nitapigiwa simu toka nitoe taarifa kituo cha polisi Meatu. Leo ni siku ya nne sijapewa taarifa yoyote zaidi ya mi kufuatilia. Najiona nipo kwenye hatari kubwa zaidi kukataa mipango ya uhalifu kwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa fedha, na mimi nikiwa mtoto kutoka familia masikini, na hivyo nalileta hili jambo kwenye umma wa mataifa, mamlaka mengine ya serikali, na ifahamike mbele ya umma kuwa endapo kutakuwa na kitu kibaya zaidi yangu, ifahamike kuwa aliyehusika si mwingine bali ni Msambuga. Jambo hili linaleta hofu sana kwangu, hasa kwa kipindi hiki watu kutekwa na kupotezwa, mauaji ambayo hufanywa na watu wasiofahamika. Naomba msaada kwa serikali, viongozi wa dini na mashirika ya kutetea haki za binadamu. kama mimi nilikataa mpango Kuhu, sijui kaandaa watu wangapi wa kwa ajili ya uhalifu au ni baada ya kukataa hilo jambo alinifikiliaje? Kiufupi, sina amani, maana nahisi nipo kwenye hatari hiyo, la mauaji ya mbunge, jaribio la binti aliagizwa, washuma JKT kutaka kumua mbunge Luhaga Mpina. Je, aliagizwa ama aliyempigia simu ni wasiojulikana ama ni watu wa serikali? Swali langu liko hapo. Ni kusomea kitabu kabla sijaendelea, Mwanzo sura ya nne mstari wa sita hadi wa saba. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso kumekunjamana? kama ukitenda vyema hutapata kibali usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo na inakutamani wewe walakini yapasa wishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende wandani. Ikawa walipokuwapo wandani, Kaini akamwenukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi nilimlizwa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi uliofumbua kinywa chako, ipotee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na, asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imekuwa ni kubwa, hainichukulii. Sasa katika kitu ambacho niongee hapa, baada ya hizi taarifa ambazo zimetolewa, na ndio maana meoja ya kwamba, je, binti huyu kaagizwa na wasiojulikana ama ni watu wa serikali? Na kama ni watu wasiojulikana, ni kwa nini tu watu hawa wao wanajaribu kuchagua mtu ambaye anaweza akaa na uzalendo ndani yake, mtu ambaye anaweza kaa na pigania haki, ambaye anaweza ka anakemea uovu na kutaka watu watende vizuri, lakini kama ni watu, kama ni serikali yenyewe Uhum. Njia pekee, njia pekee ya wewe kupendwa sio kumondoa mtu anayekuwa na uzalendo. Njia pekee ya wewe kupendwa ni wewe kufanya mazuri, ni wewe kutenda vyema. Hakuna mtu yoyote ambaye anataka kufanya mambo mazuri akaacha kupendwa na watu. Kimsingi ni kwamba Luhaga Mpina ni moja mtu ambaye anaonyesha uzalendo. Sasa hapa ni kizazi cha, ni kizazi ni, ni, ni kizazi cha, cha damu hiki Kaini alikuwa akifanya vibaya, alafu Habili akifanya vyema. Mungu anamwambia ukitenda okay, vyema hata nyinyi mbio na makusudi hayo kwa sababu ifamiki ya kwamba kuna damu yote ambayo itaimwa kwa njia yote, aidha kwa watu kukopa fedha na fungu fulani ambao unaweza kupata tija. Hakuna damu yote ambayo itaimwa ikaje ikawa bure kwenye maisha yako. Sasa Mungu anamwambia hapa Kaini ukitenda okay, vyema utapata kibali, njia ya mtu kupendwa na Mungu na wanadamu, sio kumondoa mtu ambaye anapendwa na Mungu na wanadamu. Njia ya mtu kupendwa na Mungu ni wewe kufanya mazuri, ukifanya mazuri utapendwa kabisa. Sasa swali langu ni kwamba hawa ambao umempigia simu binti huyu ili kuweza kumaliza Luhaga Mpina, je, ni wasiojulikana ama serikali? Na kama ni wasiojulikana, kwa nini watu wasiojulikana wao wanatafuta watu ambao ni kwa nini wao wanatafuta watu ambao wana uzalendo ndani yao? Yaani ni kwa nini Tanzania watu wanaweza kuonaonesha uzalendo hao ndio waweze kuondoka, ndio watafuta vitu vya kuuliwa. Utakuja juu ya kwamba hao watu wanakuwa wanafanya mchezo huenda si wasiojulikana, ni serikali inapanga hivi, inafanya mambo haya, hata kama sio nzima, lakini yuko mtu wa system ambaye anasema huyo mtu muondoe, kwa sababu wako wabunge wengi ambao mchango wao watu huoni katika maisha ya wananchi, lakini hao ndio wanaishi kwa usalama mkubwa, lakini mtu anajaribu kuonesha uzalendo, huyo ndiye anajaribu kutakiwa na kutafutiwe namna zote za kuweza kumwangamiza na, na kumondoa duniani. Sasa kama ni serikali imefanya vile, ifahamike ya kwamba njia ya kupendwa ama ya kutafuta ufumbuzi wawe kupendwa, sio kumondoa mtu anayepigania uzalendo. Sasa kama wasiojulikana, kama ni wasiojulikana, kama ni wasiojulikana, kama ni wasiojulikana ni e, kwa nini watafute mtu ama ni kwa nini uangalie mtu ambaye ana uzalendo na ifahamike ya kwamba Lwaga Mpina ni mtu mkubwa, ni mbunge ana wafana mle. Sasa swali langu ni kwamba kwa taarifa ambazo bitu yamezitoa wa JKT ni wazi ya kwamba maelezo yake aliyoyatoa hapa, ameenda kutoa taarifa polisi, hakuna majibu yote ambayo amerudishiwa. Lakini pia hata yeye mwenyewe hapo anaishi kwa mashaka makubwa, hana usalama wote, hakuna yote yt aliyejitokeza alijitokeza kwamba mtu huyu sasa huyu awekewe ulinzi kwa sababu ya kuleta mambo kama haya. Hana ulinzi wote ule, hata ye mwenyewe pia ameeleza kwamba anaishi kwa hofu lakini mimi nisema ya kwamba hakuna jipya ya chini ya jua. Kila mwanzo wa mwanadamu huko mwisho, huko mwisho wa mwanadamu yote ambaye ataishi duniani huko mwisho, iwe ni kwa ila yote kujaribu kujaribu kuofisha watu ambao wanaweza kuwa na uzalendo ndani yao kwa ajili ya kupigania haki, kwa sababu njia ya kupendwa wewe na Mungu na wanadamu ni wewe kufanya vizuri, sio kuweka ila ya kutaka kuondoa watu wanaweza kuwa na utu ndani yao. Hakuna kitu ambacho hakina mwisho katika dunia hii, kila jambo lina mwisho na kila uovu wote ambao unaonekana hutaweza kufunuliwa. Amen.